Mimi huwa sikubali kushindwa nawewe, sikubali kushindwa kwa jina la Yesu. Na nataka niwaambie, huu mwaka nimesema mnaenda kufanikiwa, yaani huu mwaka, This year, nataka mfanikiwe mpaka maadui zenu wabaki wanalia huko ndani. Yaani, wanalia mpaka wanakosa leso za kufutia machozi to wipe their tears. Nataka mwaka huu ndio mthibitishe kwamba HD kuna Mungu aliye hai, yaani, hapa watu watapaki magari mapya kwa jina la Yesu. Hapa watu wanakwenda kuzaa wasiozaa kwa jina la Yesu. Wanakwenda kuolewa wasioolewa kwa jina shetani la Yesu. Shetani apende asipende, katika jina la Yesu an Tunakwenda kupasua miamba migumu kwa jina la Yesu Kristo na Petro, yani, yanayokuja yanafurahisha. What is coming is very joyful. Hey. Hallelujah. Watu, watu, watu mpate fedha nyingi mfanye kazi ya Mungu. Nisomee kutoka eh,